Nam, Mkuu wa wilaya Maswa mkoani Simiu Dr. Vincent Nano amewataka maafisa kilimo wakiwemo wa mpango wa jenga kesho bora kuhakikisha kila mkulima wa eneo lake anazalisha kuanzia kilo elfu moja za zao la pamba katika msimu huu wa mwaka wa 2025-2026. Na na DC Nano ametoa agizo hilo wakati akizindua msimu mpya wa kilimo cha zao hilo katika wilaya Maswa mkoani Simiu. Novemba ishirini mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Hii ni STV Kilimo. Na afisa ugani amibani mtu moja haiwezekani, uko kwenye kata, kwenye kijiji na mtendaji yupo, afisa kilimo yupo, na mtu wa BBT mwananchi akapata kilo mia mbili, hatuwezi kumali hiyo hali, na ndio maana tunasisitiza kutumia teknolojia ya kilimo, na ndio maana serikali imeleta vifaa vya kupima udongo. Kwa hiyo na kwa nini tunasisitiza kwenye dira yetu ya taifa ya 2050 Tanzania inapaswa kuwa na uchumi ifikapo 2050 uchumi wa trilioni moja dola trilioni moja. Huwezi kuwa na uchumi wa dola trilioni moja ambayo wananchi wake hawapati kwa kwa ekari moja, hana uwezo wa kupata kilo elfu moja ya pamba, hana uwezo wa kupata kwenye kwenye ekari moja ya mahindi, hana uwezo wa kupata tani moja. Tani moja ni gunia kumi, hiyo ni kima cha chini kabisa. Maana yake ili ni kuhamasisha matumizi ya zana bora za kilimo kwa wakulima katika kuhakikisha huduma za zana za kilimo zinapatikana kwa wakulima, serikali kupitia Bodi ya Pamba Tanzania ilileta matrekta 50 kwa ajili ya kuwezesha wakulima wa pamba kwa gharama ya shilingi ya elfu 35 kwa ekari moja katika msimu huu wa kilimo wa 25, 26. Matrekta hayo yanaendelea kulima katika mashamba ya wakulima 26. Malengo ya kilimo cha pamba kwa msimu 26, 25 ni hekta elfu arobaini mia nne thelathini na nane na matarajio ya mavuno ni elfu arobaini mia nne thelathini na nane. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili kufikia uzalishaji wa hizo tani ambazo ni elfu arobaini mia nne thelathini na nane, kuna mikakati kama wilaya ambavyo imejiwekea mkakati. E, wa kwanza mheshimiwa mkuu wa wilaya ni e, kuhakikisha e, pembejeo vinawafikia wakulima kwa utoshelevu na kwa wakati. Wilaya ya Maswa katika msimu huu wa 25 26 imepokea mbegu kwa mgao wa kwanza jumla ya kilo elfu moja na tano kutoka Bodi ya Pamba Tanzania na tayari zote zimesambazwa kwenye vijiji. Kwa jina naitwa Rupande Nila, ni mkulima kutoka kijiji cha Senani kata ya Senani wilaya ya Maswa. Hapa tulipo ni kijiji cha Dodoma na tuko kwa ajili ya uzinduzi wa msimu wa zao la pamba, na katika uzinduzi huu mkuu wa wilaya ameeleza namna ya uzalishaji wa tija. Kwa mfano mimi, katika msimu uliopita nilikuwa nimelima heka moja kama shamba darasa, lakini mavuno ambayo nimepata ni kilo elfu mbili na na mia sita sabini na tano kwenye heka moja, lakini siri ya mafanikio ni kwamba ili uzalisha kwa tija lazima ufuate kanuni bora za kilimo cha pamba na kwa msimu ambao umefika ume kwa msimu huu nimejiandaa kulima heka tatu ili niweze kukizi kukizi haja, na nimeandaa shamba vizuri, nimesomba mbolea, lakini kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya inchi, kwa msimu huu nimeandaa shamba kwa kutumia jembe la alipa, na jembe hilo kazi yake ni kutengeneza mifereji ili iweze kuvuna maji ya mvua. Kwa hiyo natoa wito kwa wakulima, swala la kudilia bei si swala la kuongeza kipato lengo ni kuzalisha kwa tija na kuzalisha kwa tija ina maana kwamba hata bei itakuwa shilingi elfu moja, lazima utapata matokeo makubwa. Kwa majina naitwa Yemba Maega Bonera, ni afisa kilimo BBT kacha Budekwa, wilaya ya Maswa. Maelekezo tuliopatiwa na mkuu wa wilaya ya Maswa, tunaahidi au mimi kama BBT naahidi kwamba nikifika katika kituo changu cha kazi nitaweza kwenda kufanya kazi kwa bidii kwa kuhakikisha anafika kila shamba la mkulima, natoa elimu bora ya kilimo cha pamba, nahakikisha mkulima ananyunyuzia dawa za usumbufu kwa wakati, anaweka mbolea kwa wakati na kuhakikisha kilimo cha pamba na mavuno kwa ujumla, kwa msimu wa 2025 na 26 inapanda kwa kiwango kikubwa. hii ni STV.